Na karibu tena katika dira ya magunzi ni walipata Jamila na Wanjiru. Kumbuka pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii atKBC channel 1 na pia vile vile at Wanjiro Mbugwa na at Jamila Mbugwa. Na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen amejitenga na ripoti kwamba alitoa amri ya kuua kwa maafisa wa polisi uwawa na Murkomen amefafanua matamshi yake, akisema aligusia ya sheria kuhusu matumizi ya bunduki kwa kuzingatia kwamba hana usemi wowote kisheria kutoa agizo kama hilo kwa polisi. Akizungumza hii leo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wa maafisa wa usalama ulioandaliwa na rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi, waziri huyo alikariri kwamba katiba inamzuia kutoa maelekezo ya kikazi kwa maafisa wa polisi. Now, I did not order the inspector general or any police officer to carry out any extra judicial anywhere, your excellency. What I did was to state the law and as a lawyer I have studied read this law. Kwingineko, maafisa wa polisi huko Kikuyu, kaunti ya Kiambu, wamewakamata washukiwa saba na kupata vifaa mbalimbali vilivyoibwa wakati wa maandamano ya Jumatano. Miongoni mwa vifaa hivyo ikiwa ni bunduki aina AK47 na bunduki ya kukabili gasia pamoja na vifaa vingine mass destruction of uh, government installations within Kikuyu. And uh, from that day we've not gone to rest because we a to get to the bottom of this matter. Hay inajiri huku maafisa wa polisi katika eneo la magharibi mwa nchi wakikashifu mashambulizi dhidi ya maafisa wa polisi wakati wa maandamano hayo na kutaka mapatano na uwiano humu nchini, huku wakitoa wito kwa vijana kujieleza kwa amani na kuheshimu maafisa wa polisi wakati wa maandamano kazi katika hali ngumu sana, na kwa hivyo wanastahili kupata mawaidha na kusaidiwa kumkaribia Mungu. Kwa hivyo sisi kama kanisa, huo ni wajibu wetu. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa misi ya Kikatoliki kwa maafisa usalama kaunti ya Kakamega, Kasicha na masha bira ya Mabui.